Wamalwe okay. wakapikapika marisasi juu nini, watu wenye sasa tumeokopa wenetumeokopa tunaokopa kidogo, ndio mmoja mwenye kuni ile ilikuja nini kuwasha gari kibiriti na kuweka ndani, walitoka kwa gari brifkesi mbili, sijui ni ilikuwa ni ya pesa ama ni ya nini, sielewi, na wakawasha gari moto. Hiyo harakati ndio kidogo rabisa nini na magari sasa sasa

Na mambo yenye tumefanyia leo hata si hatujefurahia hata kidogo. Wenzetu tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura tukidhani ni kura ya amani, kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali kama serikali iko karibu, mambo iangalie kabisa, bunduki. Kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui mpaka mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko mmiasi akipenda tu hata rais penya ako akisikia tafadhali awache. Kiongozi wao umesema ni nani? Rashid Jesa. Rashid Jesa ndiye amekuwa na na sisi tulikuwa tunaenda kupiga hmm, kura si atukua na mambo na vita, sisi tunapenda amani hata huku